Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwenye familia yangu kwenye ukoo wangu tangu ni kuwe sikuwahi kusikia mtu ameokoka. Kwa mara ya kwanza Mungu ndio mimi akaanza kuniokoa, ndio nikaanza kujua kuna wokovu. Bwana Yesu asiwe sana kwa hiyo nikawa wa kwanza kuokoka. Nilipookoka, wakati napiga simu nyumbani, namwambia baba, nimeamua kuokoka, mimi nafurahi. Mzee akaniambia inatakiwa urudi kwenye dini yako. Nikamwambia baba, sirudi, sirudi kwa sababu najua ya kwamba huyu Yesu niliyempata atanisaidia na mbaya zaidi, nilipookoka nikapata changamoto. Nilikuja kuendelea high school, ada yangu ikaliwa. Ada imeshaliwa ninakuja kuuliza, naambiwa ya kwamba labda tukipiga hesabu, utakuwa ulikuwa unakula shilingi ngapi kila siku, ndo tuangalie kama hii pesa yako inabaki Baada ya muda hata aliyenileta kunisomesha naye akaniambia rudi nyumbani, akaniambia basi. Wakati ananiambia nirudi nyumbani, mimi najaribu kujiuliza, kwani ni wokovu ndio huu? Mtu baada ya kuwa amekombolewa ndio anapitia haya? Maana kila kitu naona kinaenda kuisha. Nampigia simu mama, naye ananiambia vile vile Tulijua utabaki kwenye dini yetu, endelea na mambo yako pale. Nilipokuwa nakaa, wakati wamekataa kwamba sasa inabidi rudi nyumbani, yule anayenisomesha huyu anaye kaa naye, akanifukuza usiku, mbele ya watoto niambia mbele ya watoto, nilijua una akili, kumbe hata akili una. Nenda kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Nilimjibu kwa sababu nilikuwa tayari nimeshaokoka, nikamjibu kwa busara, nikamwambia asante sana kakangu kwa kunilea, nakushukuru sana kwa siku ambazo tumekuwa pamoja, lakini moyoni naumia, kwa sababu amenikomboa si ili niteseke, na mimi bado ni mchanga, kwa hiyo sijui habari za wokovu na watu ambavyo wanatakiwa kusimama. Kwa hiyo nikamwambia, asante kaka. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi, nikamwambia, kesho niache nifanye maandalizi ili niende nikaabudu, nikirudi nikakata tiketi, Jumatatu nitasafiri. Nilivyomaliza kuongea vile, nikatoka nikaenda chumbani, nikapiga magoti, nikalia sana, nikamwambia Mungu, naomba unisaidie. Yule ndugu ambaye alinileta ameshanitumia na nauli. Nikamwambia nataka nijue ikiwa wokovu ndio namna hii basi nirudishe nyumbani. Nikasikia kwa mara yangu ya kwanza, ndo nikaanza kujua ya kwamba Mungu hawezi kumwacha mtu. Nikasikia sauti nikiwa nalia ikiniambia hakuna mtu aliyewahi kuokoka kaachwa. Hakuna mtu ambaye aliwahi kuokoka nikamwacha. Bwana Yesu asifiwe kombolewa jana tulisoma Petro wa Kwanza sura ile ya kwanza 18 tukasema ya kwamba tumekombolewa si kwa ile mbegu inayoharibika bali kwa ile isiyoharibika. Yaani anasema hatujakombolewa kwa fedha ama dhahabu. Hapana, anasema tumekombolewa kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo. Hii kamwe haitatuacha lazima tutatembea nayo, itatufunika, itatulinda, itatutunza, penye hatari itatuvusha. Haleluya! Usijione mnyonge hata siku moja, kwa sababu ukiwa na Yesu unayo yote, maana imeandikwa ya kwamba yeye ni yote katika yote, ndani ya yote, juu ya yote. Ukishaokoka umekombolewa, wewe ni wa thamani kushinda kingine. Ha, sikiliza nikwambie. Nikampigia tena baba, nikamwambia mzee. Kwa hiyo na kaniambia endea na mambo yako Ha, nikasema sawa, Mungu ameniambia, hata niacha kama Mungu hata niacha, nitabaki peke yangu, sawa. Siku hiyo nimetoka Jumapili ya kwa mikero, siku nimeingia kanisani, tunaenda tunaabudu, mchungaji amejazwa na Roho akasema, ukishaokoka umepata wajomba, umepata baba umepata mama, umepata shangazi, umepata ndugu wengi, hautakuwa mpweke tena. Aya, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Yesu oh! Hata kuacha wewe, atakusaidia kusaidia, hata kutia nguvu. Amekuokoa sio upotee, labda ujipoteze mwenyewe. Haleluya, haleluya! Hiyo ndiyo pasaka ya kweli. Pasaka wetu amekwisha kutolewa. Baada ya kutolewa sisi tuko huru, tunajivuna ndani ya Kristo, tumefunikwa na damu ya Kristo. Ndugu akikukataa, Pasaka yupo, hawezi ukataa. Hata jamii kukatae, Pasaka yupo, hawezi ukataa. Yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Haleluya, nilitoka siku ile kifua mbele, nikajua ya kwamba baba yangu wa kwanza ni mchungaji na wale wazee wazee wakubwa wamo mle nao ni baba. Haleluya, nimerudi nyumbani jioni. Niko pale nyumbani, tumekaa kiatengwa chakula, mtoto mdogo akaja akaninyang'anya kile chakula. Baba na mama wamekaa, wako pale Akaniambia unakula tu kabla sisi hatujashiba, mama akacheka. Mimi naumia, tabia gani? Lakini mama anacheka. Nilisikitika sana, nikarudisha kile chakula nikamwachia ule mtoto akate kwanza. Kima kwenye otipoti kingine kaja, alafu mama anacheka. Asubuhi nikamkia shamba, walikuwa nalima bonde, kaenda kulima. Nimerudi, nikafika, nikachukua chakula, nilikuwa na sirasi mbili za mikate ile mfano wa ndizi. Mama kaja kaninyang'anya, kaambia kii chakula cha wanangu. Nikachukua shilingi elfu mbili ndio ilikuwa akiba yangu mfukoni sijatoa pesa kule benki ambayo nimetumia nauli, nikampelekea akaniambia, sijakwambia mi na shida na pesa? Nikamwambia, basi wahudumie watoto kwa hela hii, angalau tupate mboga ya watoto tu kama huna. Akaniambia, nimekwambia sina shida na hela. Niliumia moyoni kuliko unavyodhani, nikachukua ile pesa yangu, nikaweka ka elfu mbili kangu nimenangwa nako, nikaweka mfukoni. Nikaenda chumbani nikapiga magoti, piga magoti, nikalia sana. Ndo Mungu anakuja ananiambia, nenda kanisani. Nikatoka pale nikaelekea kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani hapo ndo nilipo, niliwahi kuwashuhudia, nikakutana na general nani nani, kamanda mmoja anaitwa Siame. Yaani captain Siame, jeshi la anga. Nimeingia pale nimeenda kwenye kona kule mbali, nalia, namwambia Mungu, niambie wokovu nikukataliwa? Mbona ulinitia moyo vizuri hiyo Jumatatu? Sasa ulinitia moyo vizuri leo, imekuaje? nikiwa nalia kule, yule mzee akaja akanipiga mgongoni namna hii. Nikageuka nikafuta machozi haraka haraka, akaniambia niambie, una shida gani? Nikamwambia sina shida Akaniambia, nilikuwa naelekea ofisini kwa mchungaji lakini Mungu nilipofika mlangoni, akaniambia sijakuleta kwa sababu ya kuja huku, nenda kwa yule kijana, kamsikilize alivyosema Mungu. Ikabidi niogope, nikamwambia mzee, ni mze, kweli kuna shida. Akaniambia, kwa sababu umesema kuna shida, sitaki maelezo, kwa sababu Mungu ameshaniambia, nyumbani ndo kuna shida hapa sasa hivi, zunguka li majumba sita yote, nataka uniletee jibu. Nimepata chumba, usiniulize cha shingapi, usiniulize unalala wapi, usiniulize utakula nini, utafanya kazi gani. Mungu ameniambia nikufanyie kila unachotaka, yeah. Huyo ndio Pasaka wa kweli. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Sio mbuzi Siyo kondoo ambayo naenda kumchinja hapana, ni Bwana Yesu aliye juu, ametufia mara moja akafufuka mara moja, na sasa yu hai. Huyo ndiye Pasaka ya kweli. Haleluya, huyo ndiye Pasaka ya kweli. Hebu twende mbele sasa, maana shuhuda zinaweza zikazidi halafu neno likapungua. Haleluya. Kipengele chetu cha leo ambacho nataka tuende nacho, mambo ya kuzingatia waliopewa wana wa Israeli, mambo ya kuzingatia waliopewa wana wa Israeli, mambo ya kuzingatia waliopewa wana wa Israeli, ili tuione pasaka yetu tofauti yake ikoje. Walipewa mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza, kufuata maelekezo wakati wa Pasaka sio kusherehekea tu kurukaruka hapana, ni kufuata maelekezo ile, Kutoka sura ya, ya, ya kumi na mbili mstari wa kwanza hadi wa kumi na moja. Amina, mstari wa kwanza hadi wangapi? Mstari wa kwanza hadi wa kumi na moja. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya kumi ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwanambuzi, mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba, ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja, na ikiwa watu wa nyumba ni wachache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 usiotiwa chachu tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala ya kutokozwa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msiza, msisaze kitu, cha, kitu chake chochote hata asubuhi bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mko, mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka; ni pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri wa mwanadamu na wa mnyama nami nitafanya hukumu juu ya, mi, ya miungu yote ya Misri mimi ndimi Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama kulipo babaki basi watamalizia na wao. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapa anasema ya kwamba jambo la kwanza walilopewa ni kufuata maelekezo, sio tu kwa sababu ni sherehe, kwa hiyo ukasherehekee tu unavyojisikia. Hapana, hii sio sherehe ya hivyo. Ni sherehe ambayo inatakiwa kwenda kwa taratibu fulani, kwa sababu ni sherehe ya ukombozi. Wakapewa taratibu za kufanya. Tunaona jambo la kwanza, maelekezo ya kwanza yanawaambia ya kwamba nendeni, mkawambie hawa wana wa Israeli ya kwamba watakapokuwa kwenye majumba yao leo usiku, kila mmoja atatoa mwanakondoo, atachinja. Na kama ile familia ni ndogo na kondoo pengine ni mkubwa kwa ajili ya familia ile, aongeze na jirani yake. Ni maelekezo wanapewa, lakini sio hivyo tu, wanaambiwa pia ya kwamba watakapokuwa wakila, maelekezo mengine, wao wamejifunga tayari viuno vyao wameshika na fimbo zao. Maana yake wawe ni watu walio tayari kuondoka kwenye kwa ajili ya kukombolewa, sio kusherekea. Ili mradi unataka kusherekea, lazima ufuate maelekezo. Sijui kama leo tunafanya sherehe ya Pasaka kwa maelekezo, kwa sababu najua ya kwamba wengine wako hapa wakitoka siku ya Pasaka wanaalikwa na ndugu zao na ni Pasaka, kwa sababu ni Pasaka, amealikwa. Sasa ndugu ni dini ile nyingine, kunywa kidogo usilewe. Bwana Yesu asifiwe. Dini ambayo haina mipaka sana. Kwa hiyo wewe utaenda umealikwa, unapaswa unapoenda kusherehekea lazima ujue ya kwamba wewe uko tayari, kwa sababu umekombolewa. Jifunge kiuno chako uwe umeshika fimbo yako. Nani anayejua saa yake ya kufa? Nani anayejua Yesu anakuja saa ngapi? Kwa hiyo uwe tayari saa yoyote akirudi, unaenda mbinguni, usikutwe mahali pasipofaa. Haleluya. Sio Pasaka unaalikwa, wanaenda watu kwenye pombe, na wewe upo katikati, nasema aka mimi sinywagi haleluya. Na ndio maana dini yetu sisi kimoja ya, ya vitu vizuri ambavyo navipenda kwenye hii imani kwenye hii imani ya TAG, mojawapo inakataa vitu vyote ambavyo havijaandikwa humu, habari ya kushirikishwa sijui mambo ya kipaimara, kipa. Hata kama ni kipa bora, usiende vitu ambavyo havimo humu. Haiwezi kuruhusu kwa sababu namna ya ushereheshwaji wake, hii ni sherehe tofauti na hizo. Sasa unaenda unafika kule, watu wanalewa, na wewe upo, wanasema mimi sinywi. Nilishawahi kuingizwa kwenye kesi hiyo Kipindi hicho na kaa sehemu kwa ndugu yangu mmoja. Sasa wote mahali pale ni kanisa Katoliki, mimi ndo sasa mlokole. Sasa nimeingia mlokole, nakuta wameweka ka sanamu ka Yesu, kale ka Yesu ambao kametundikwa hivi kashaba ka, ka kale. Sasa kale wao wanakaheshimu kwa desturi zao. Sasa mimi nikajichanganya, na ilikuwa inakaribia sherehe ambayo watoto wanaenda kupokea kipaimara. Sasa lile eneo lilikuwa ni eneo la la maskari, kwa hiyo wana ukumbi wao. Sasa wakati tunaingia kulala, nadhani nishawahi kuambia hapa mtu ametikisa kichwa kwamba hapana sasa tunaingia kwenda kulala. Wakati tukiwa tunaingia kulala, nikakaangalia kale kasanamu kamekaa, wameweka juu ya kabati, ipo siku nyingi. Nikaiangalia ile sanamu ilivyokaa. Sasa moyoni mwangu naumia, kwa sababu najua Mungu hawezi kukaa kwenye hii sanamu. Usiku ule nikashika kitanda ambacho nilikuwa nalalia, bahati nzuri mtoto wao alikuwa pembeni. Alikuwa anajisomea pembeni. Nikamwambia Mungu kama uishivyo, nataka leo nijue kati ya mimi na hawa ndugu, nani yuko sahihi? Leo nataka nijue hii sanamu, sitaki hapa. Usiku ukisha kucha, sitaki kuiona iyo sanamu hapo, aidha waitoe kwa mikono yao au mwenyewe unavyojua. Nikaingia kwenye shuka kulala, hata kabla sijapata usingizi, alitokea panya sikojulikana, prr, akaingia mtoto, naona narusha miguu, mtoto huyo panya akapanda pale pale kwenye kabati, akaipush pap ikadunda chini ikapasuka vipande vipande, nikarudishia shuka langu. Asante Bwana Yesu, nimeona hebu mshangilie Yesu Bwana, haleluya. Huyo ndio Yesu. Sasa kutoka pale siku chache tu tukio limetimia kipaimara kakangu, si akaja akanibembeleza, akani kwa maneno mazuri mwingine. Yeye alikuwa ni afisa uchunguzi. Sasa akaja akanibembeleza, na ile heshima ya kaka mdogo wangu itakuwaje? Hii ni sherehe ehe, tutakuonaje wewe? Twende kajumuike na wenzako, si nikajichanganya, nikaingia mle ndani. Walianza vizuri kabisa, watoto wamekaa pale, wamewekwa vizuri sherehe inaendelea hiyo, sio pasaka. Pasaka ina kanuni, pasaka ina mhitaji mtu mcha Mungu, pasaka ina utaratibu wake, sio tu ili mradi unajiendea kusherekea. Hapana, ni bora wa kukatae, lakini ubaki na Yesu nyumbani kwako. Kama una kuku basi sema kwani ukimfata ule mzee wa kanisa pale yule pale. Simeshaona? ukamwambia mzee sina kuku nialike kwa, kwa takata. Simeshaona? Najua kusoma mnajua na picha mnajua mimi, ila simwendee mkamsumbue, haleluya. Kwa hiyo mimi nikaingia kwenye ile sherehe, kufika pale walivyo wazuri, wakanikaribisha kiti cha katikati kati kwao nikakaa hapa, huku na vijana wengine na huko vijana wengine. Walianza vizuri kabisa, wakasoma taratibu zao, wakasoma zikaenda, nyimbo zikaanza vizuri, za kina Lozi Mwando. Ni bebe, ni bebe kumbe na bebo mimi ndo nabembelezwa taratibu. Ni bembeleze ni bebe, ni bebe kumbe mimi ndo nabembelezwa nasogezwa taratibu. Ha! Saa imefika nyimbo zimebadilika: yo, yo, yo. Wazazi, watoto, sielewi nani ni nani Mlango ukafungwa bwana. Mlango umefungwa, naanza kuangalia, nimekaa katikati, bia ina inapita hapa, naenda huko. Kwa hiyo mimi niko hapa, chupa inarudishwa inaenda hivi. Sasa kati ya wao na mimi nani alikuwa mjinga? Ah, msinibembeleze mimi. Maana nilijua ya kwamba hayo ndiyo atakayotokea kwenye sherehe yao. Lakini kwa kuogopa nisimharibie nisi kakangu. Nikaenda, usifanye hivyo tafadhali. Hii Pasaka lazima iwe na kanuni, lazima iwe na maelekezo. Na maelekezo ndo tunaanza kukupa ya kwamba Pasaka ni sikukuu tofauti. Kwa hiyo ukaisherekee, kama mtu aliyejiandaa kwenda mbinguni, ambaye safari yake iko tayari masaa yote, wala sio mtu ambaye anajiendea tu.